Nadhani jambo muhimu tuzungumzie yaliyokuwepo sasa hivi. Timu kushiriki mashindano na kupoteza mchezo ni jambo la bahati mbaya, na hakuna timu ambayo inajiandaa kupoteza. Kwa hiyo hivyo tulivyokuwa tumepoteza tumejirekebisha, safari hii timu imejiandaa na imeweza kushinda mchezo wake. Sasa ukiniuliza ilikuwaje mwaka jana, kwa nini usiniambie mwaka juzi ambayo tulichukua ubingwa? Kwa hiyo tusizungumzie mambo ambayo yameshapita, tuzungumzie mambo yaliyokuwepo sasa. Mwenyekiti, uh, timu inafanya vizuri na sasa hivi tunaona mko kwenye mashindano mengi, mko kwenye kombe la shirikisho uh, mpo CRDB ligi kuu uh, mwenyekiti, timu muna, mjipanga vipi kuhakikisha kote mnakwenda salama na mnafika sehemu ya mafanikio zaidi? Kwa maana kwamba hatua za mashindano zinaendelea na ndio tunaposhiriki, kwa hiyo hayo mambo ambayo yanaweza kuja kutokea baadaye hatuwezi kuyakadiria sasa, aidha tutachukua ubingwa ama tutaishia katikati hilo ni jambo hatuwezi kulisema mpaka tutakapokuwa tumefikia kwenye hatua. Kimsingi, sisi tumeandaa timu kwa ajili ya mashindano. Tunashukuru Mungu kwamba tunaendelea vizuri katika mashindano yote tunayoshiriki. Kuna namna ambavyo inawapa ugumu labda kuandaa timu kutokana na kuwa kwenye mashindano mengi alafu yote ni muhimu. Zaidi ndio maana ya kuwa na timu, ndio maana unaona tuna wachezaji wengi na benchi ya ufundi linafanya mabadiliko mara kwa mara kutokana na mahitaji na hali za wachezaji, na tunafanikiwa, tunaenda mbele, tunamshukuru Mungu. Watu wengi wameanza kuota, labda Simba anaweza msimu huu akawa na mafanikio makubwa, akachukua ligi kuu, akachukua CRDB Federation Cup. Mwenyekiti, haya ambayo yameanza kuzungumzwa chini chini, mafanikio makubwa kama haya, mwenyekiti na wewe unaota hivi naweza katokea? Hayo ndio yalikuwa malengo yetu tangu awali. Sasa kuyafikia malengo ni jambo jingine, lakini kuwa na malengo ni jambo jingine pia, lakini hili unaona linawezekana, tuko katika hatua, tuko katika hatua ya nusu fainali ya Federation Cup ya CRDB tuko kwenye hatua ya nusu fainali ya Confederation Cup ya CAF na tuko kwenye hatua ya ligi ambayo bado tuna michezo kama saba au minane ambayo hatujaimaliza. Kwa hiyo hatua zinaendelea, na tutakapofika mwisho tutajua wapi tulipofikia, lakini tunaamini kwamba tutafanya vizuri. Kuna namna ambavyo viongozi wa juu msimu sasa mnajivunia timu yenu ambayo misimu miwili misimu mitatu nyuma ilikuwa uh, inapitia kwenye vipindi vigumu ni jambo la kawaida katika mpira. Timu wakati mwingine inakuwa katika hali nzuri, timu wakati mwingine inakuwa iko katika hali nzuri, inategemea na hali inayojitokeza kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa sasa tunashukuru Mungu, kwamba timu inaendelea vizuri na inafanya vizuri kama tulivyotegemea. Tunakwenda mwishoni mwa msimu sasa, msimu ambao tunajua mwishoni mwa msimu kunakuwa na mambo mengi, hasa ya usajili. nyama Simba msimu huu, sehemu ambayo ambao wana Simba wanapiga kelele, tunataka mtu fulani mtu fulani. Nyinyi kama viongozi, labda hivi sasa hivi umeshaanza kuona kwamba hata dirisha kubwa la usajili linapokuja, kuna haja ya kuleta vyuma kila jambo lina msimu wake, hata mpunga una msimu wake. Kwa hiyo tusubiri wakati wa msimu wa usajili, tutazungumzia mambo yanayohusu usajili. Sasa hivi tuko kwenye msimu wa mashindano, tuzungumzie mambo ya mashindano. Ukiniuliza leo habari zinazohusu usajili, kwa kweli inakuwa unanionea, lakini kama Simba imekamilika sana msimu huu nakwambia. Na hivi, kila jambo lina wakati wake, lakini sio kila wakati na jambo lake. Asante Shukum.